Nyakati kama hizi e, za kuelekea uchaguzi mkuu e, umepata bahati ya kuishi nyakati za Mwalimu, vijana mlikuwa mnachagizwa vipi kipindi cha kampeni? Lakini pia e, nafasi yenu vijana kwenda kuamua katika e, masanduku ya kura yale, hamu ilikuwaje kwenu vijana? Mimi nitakupa nitakupa uchaguzi wa mwaka sitini na tano ambao mimi ndio naokumbuka ndio na akili zangu. Mwaka sitini na tano mimi nina miaka kumi na tano ilikuwa ilikuwa na shamra shamra, ingawa ilikuwa ni chama kimoja wenyewe kwa wenyewe wanapambana eh, lakini kuna watu walikuwa wanajua kama huyu kisomeshwa nao naye wewe uweze kushinda. Mtu mmoja Bryson, Bryson kasimamishwa na mzee Maneno Kilongola, na Kilongola mtu wa Dar es Salaam, so wa Wazaramo mwenyewe wao kwa hapa kasomeshwa na Bryson ana na nimtia mkutano Mnazi Mmoja pale. Mwandishi wa Maneno Kirongola kazungumza kazungumza kazungumza, ndio hizo hizo, moja chaza chama kimoja, kazungumza na ikijaza watu mikutano matano, kijaza watu kazungumza, akamaliza akapanda Bryson sasa. Bryson ni mzungu, ndio ujue nchi yetu imetoka wapi hmm. Na ndio maana kuna watu wengi watu wengi wa zamani wanasema sasa, hii jamani, mbona imekuwa hivi Bryson anaposimama ah

E, mwalimu aliwaambia aliwaambia wenzake, nyinyi hawa Waingereza hiyo wametokea mtego tu, sisi tunaweza tuka, tukafanya kuingia kwenye tatu, lakini tukawaleta sisi watu wahindi na wazungu ambao sisi wanatukubali sisi watu wetu wanaamini hicho tunachopigania, ndo akapata yule kina... hey, Sofia Mustafa nani yule alikuwa Tabora kule mwanasheria ha kaingia Ilikuwa, ilikuwa maanake ilikuwa uchaguzi, hausikii mtu kasukumwa. Uchaguzi ilikuwa ni kama vile sherehe tu, tapigwa ngoma nini nini, utasikiliza sera pale, afu wataondoka sika kura, wala aambiwe mtu kuwa kishapiga kura kimbia nyumbani. Mambo ah, yanakwenda sawasawa. Kwa hiyo ni kitu kidogo Well, kwa sasa ni mabadiliko makubwa yametokea yeah. Watu watuwezi kataa, lazima mabadiliko yatokee, katika hali ni tofauti na wengine hawajui ile misingi ambayo hawa waasisi wa taifa hili waliiweka katika nchi hii yeah.